Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Alhamisi, juma la kumi na moja, kipindi cha kawaida, mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na somo la injili linatoka kwa mwinjili Matayo sura ya sita aya ya saba hadi ya kumi na tano. Karibu tusikilize injili. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi, bali msipowasamehe watu makosa yao wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, karibuni tutafakari pamoja sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuyasikia. Sehemu hii ya maandiko matakatifu tunaelekezwa na Bwana wetu juu ya ile sala ya Bwana, yaani sala ya baba yetu. Katika kutafakari sehemu hii ya maandiko matakatifu na sehemu hii ya sala ya Baba Yetu, ningependa tuchambue walau mambo kadhaa ambayo kwayo yawe ni aina ya sala tunayopaswa kusali kila siku. Moja. Tunatakiwa tuwe na sala ya unyenyekevu. Sala ya unyenyekevu ni sala ya kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali tuliyokuwa nayo na kujishusha na kujiona ya kwamba sisi si, si kitu na tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu, tunahitaji neema ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu wapendwa, tunapokuwa katika sala ya unyenyekevu, tunaitegemea neema ya Mwenyezi Mungu hatutegemei nguvu zetu, hatutegemei sala zetu zijibiwe papo kwa papo, wala hatumwamrishi Mungu atende, bali tunamwomba Mungu atende kadiri anavyoridhia yeye mwenyewe katika kutupatia kile tunachomuomba. Ndiyo tunapoanza kwa kuambiwa, tunaposali tusiwe watu wa kupayuka payuka twende mbele ya Mwenyezi Mungu kwa utaratibu na unyenyekevu. Kitu cha pili cha kutambua cha, ndugu zangu, katika aina ya sala ambayo tunatakiwa kusali ni kuwa na sala ya mahusiano mema, mahusiano mema na wenzetu na mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Katika sehemu ya sala tuliyoisikia kipengele cha kwanza kinamuhusu Mungu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, kinamuhusu Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna kipengele kinachohusu mahusiano yetu sisi na wenzetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Sala yetu daima mbele ya Mwenyezi Mungu iwe katika kuboresha mahusiano mema kati yetu sisi kama wanadamu na kama viumbe tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, na kupitia mahusiano yetu mema na wenzetu, basi sala hiyo pia ituwezeshe kuwa na mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Ulimwengu wa leo, tumekaa na watu wengi wanaopenda kusali lakini Wanasahau ya kwamba sala inahusisha mahusiano ya sisi na wenzetu na mahusiano ya sisi na Mwenyezi Mungu, na badala yake huwa wanapenda kutumia muda mwingi katika kusali, na bila kutambua uhusiano wao na ndugu wengine uko katika hali gani. Unaweza ukakuta mtu yuko anasali mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini hana maelewano mazuri na jirani yake. Mbaya zaidi unaweza ukakuta mtu yuko anasali mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini yeye na jirani yake hawajazungumza wanamiezi au hata mwaka, na kuna hata wale ambao wamejiapiza, aidha kwa kumkosea au kwa kupishana, kwamba hatokaa azungumze nao wala hataki tena wawe sehemu ya maisha yake. Sala hii tukumbushe ya kwamba daima tunapaswa kuwa na mahusiano mema kwanza kati yetu sisi na wenzetu na pia kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Kitu cha tatu cha kutafakari pamoja ni sala yenye kutambua ukuu na nafasi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Daima sala zetu zimtambue Mwenyezi Mungu kama mkuu. Yeye ndiye mpaji, yeye ndiye mweza wa yote yeye ndiye anayeyaongoza yote katika maisha yetu. Kwa kutambua hiyo, sala yetu daima italenga katika kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu na kutambua nafasi yake katika maisha yetu. Kitu cha nne ni sala yenye kuruhusu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Sehemu ya sala tuliyoisikia, Yesu anatufundisha ya kwamba lolote tunalomuomba Baba lifanyike katika mapenzi yake, lolote tunalomuomba Baba turuhusu mapenzi yake yafanyike. Ndugu wapendwa, kumekuwa na tamaduni ya sisi kama wanadamu kumuomba Mungu na kumwekea yeye muda na wakati. Tumekuwa tena siyo watu wa kuruhusu mapenzi yake katika maisha yetu bali tunamuomba na kuweka vigezo vya muda na wakati, tunampangia Mwenyezi Mungu, na hii imekuwa mbaya zaidi kwa sababu tunapompangia Mwenyezi Mungu, na yeye anatenda kwa wakati wake, tunakuja kufikia hatua ambapo tunakutana na waamini waliokata tamaa, kwa sababu anasema, ninaomba sala zangu hazijibiwi. Na mbaya zaidi, licha ya kukata tamaa huenda akagubikwa na wimbi la kuhama kutoka dhehebu moja kwenda dhehebu nyingine, akitafuta kujibiwa sala hizo, na kama si kuhama, basi akakata tamaa ya kusali kabisa. Ndugu wapendwa, tutambue ya kwamba Mwenyezi Mungu huwa anatenda jambo katika maisha yetu kwa kutaka kwake, kwa mapenzi yake yeye anatupatia katika muda ulio sahihi na anajua ni wakati gani sahihi kwetu. Licha ya sala zetu mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye daima anazisikiliza, anazipokea sala zetu, na anajua ni wakati gani na kwa nafasi gani yeye mwenyewe atatupatia kile tunachomuomba, kwani ndio wakati ulio sahihi kwake na ndio wakati ambao yeye anaona ya kwamba sisi tunastahili kukipata kile tumuombacho. Kitu kingine ndugu zangu cha kujifunza katika aina ya sala yetu ni sala ya kujifunua na kue, na kujiweka wazi mbele ya Mungu. Daima sisi kama wanadamu tu viumbe dhaifu tu viumbe wenye kukosa kila mara tu viumbe wenye kuhitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kila mara Hatujitoshelezi wenyewe. Sala yetu mbele ya Mwenyezi Mungu iwe ni ile sala ambayo nitamweleza Mwenyezi Mungu kinaganaga, hali niliyokuwa nayo, hali ninayopitia na yale yanayonisibu katika maisha yangu, mimi kama kiumbe, mimi kama mtoto wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo aina ya sala ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka. Kinyume chake na sala ya kujiweka wazi mbele ya Mungu ni kwenda mbele ya Mungu na kujifanya ni kitu ambacho hakipo. Mfano, huenda nikawa ninapitia changamoto katika maisha na natamani hizo changamoto nizitoe kwa Mungu kwa njia ya sala. Lakini ninapofika mbele ya Mwenyezi Mungu, simwambii hizo changamoto ninazopitia na badala yake ninafika na kuanza kuongea na kujikweza juu ya yale mambo ambayo huenda nikawa nimeyafanya sawa, pasipo kumwambia Mwenyezi Mungu yale madhaifu yangu, zile changamoto zangu ninazozipitia. Ndiyo wakati fulani katika maandiko tulipewa ule mfano wa yule Mfarisayo na mtoza ushuru. Mbele ya Mwenyezi Mungu daima tunatakiwa tuwe watu wa kujifunua. Mwenyezi Mungu anatufahamu, anatufahamu uwezo wetu, anafahamu nguvu zetu, na anafahamu pia madhaifu yetu. Mimi na wewe leo tunaalikwa kupitia sala hii, tuwe watu wa kujiweka wazi mbele ya Mungu na kujifunua kwake katika hali zote, katika raha, katika shida, katika huzuni na katika kila aina ya namna ya maisha tunayopitia. Twende mbele ya Mwenyezi Mungu na kujifunua na kujiweka wazi mbele yake. Kitu cha sita ni sala inayohamasisha juhudi katika maisha. Sala hii ya baba yetu kwenye kile kipengele kinachosema utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu. Riziki yetu inakuja kwa juhudi zetu riziki ya mwanadamu inakuja kwa kujishughulisha. Mungu hatutaki tusiwe watu tusiojishughulisha, tuwe watu wa kujishughulisha katika shughuli zetu mbalimbali za kimaisha zitakazotusaidia kuendesha maisha yetu ya kila siku. Ndugu wapendwa, sala siyo mazingaombwe. Wako watu ambao wanapenda kusali pasipo kujishughulisha, wako watu ambao wanadhani kwa kusali tu Mungu atashughulika na mambo mengine. Sala hii inatukumbusha kwamba licha ya kusali, tunapaswa kuwajibika katika majukumu yetu tuliyo nayo. Tunapaswa kuwajibika katika kutafuta mkate wetu wa kila siku. Tunapaswa kuwajibika katika kutafuta maisha yetu ya kila siku ya kimwili. Mahitaji yetu ya kimwili yanahitaji jitihada zetu katika maisha. Tufanye kazi tulizopangiwa na kazi tulizojipangia kwa bidii na juhudi, ili tuweze kweli kupata mahitaji yetu ya msingi katika maisha kutokana na juhudi zetu. Tusiwe watu wa kuombaomba, badala yake inatukumbusha ya kwamba tuwe watu wa juhudi na kupitia juhudi zetu ndipo tutakapopata riziki yetu ya kila siku. Kitu cha saba katika aina ya sala tunayopaswa kusali ni sala yenye kuomba na kuitumainia neema na msaada wa Mwenyezi Mungu. Sala yetu daima tunapoielekeza mbele ya Mwenyezi Mungu iwe ni ya kuitegemea msaada wake na neema yake katika maisha yetu na katika mambo yote tunayoyafanya. Tutambue wazi ya kwamba pasipo neema ya Mwenyezi Mungu wala msaada wa Mungu katika maisha yetu, yote tunayofanya huwa ni bure, na yamkini huenda tukafanya tusifanikiwe, na hata kama tutafanikiwa basi huenda tusifanikiwe katika namna ile ambayo tungemshirikisha Mwenyezi Mungu kuomba msaada wake na neema yake katika lile jambo ambalo tulipaswa kulifanya. Daima sala yetu iombe neema na msaada wa Mwenyezi Mungu katika yote tunayoyafanya, kwa kupitia vitu hivyo saba tulivyovitafakari pamoja. Namna hiyo sala yetu itakuwa ni sala yenye kupendeza machoni mwa Mwenyezi Mungu na itakuwa kweli ni sala aliyotuelekeza Kristo kusali katika ile sala ya Bwana. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Deogratius Macha wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!